Twendeni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa cha Bwana Mtume ki tatazawaju Nabi alioa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ye Bwana Mtume kuoa, wakaenda wakamchukua mke. Baada ya kumchukua mke wakamleta mpaka nyumbani kwake. Baada ya kumfikisha nyumbani, Bwana Mtume akaingia ndani kwa ajili ya kuswali. Mtume alivyoenda kuswali, masahaba wamekaa huku wanapiga stori. Katika kupiga piga stori kikaja chakula, yani mfano wake hai ni kama unavyoona ule ugali ambao haujawiva ama hauna unga mwingi kama ujiuji fulani vile. Wakaletewa chakula cha namna hiyo. Baada ya kuletewa chakula cha namna hiyo, maswahaba wakawa wanazungumza ah, chakula cha leo mbona kimekaa hivi? hakijakaa hata sawasawa, chakula gani? Wakati wanasema haya yote, basi bwana mtume kule akamaliza kuswali. Baada ya kumaliza kuswali bwana mtume akaa baada ya kuja akawakuta maswahaba wanazungumza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawatolea salam. Baada ya kuwatolea salam, ekesha akawauliza ya sahabi, enyi maswahaba zangu, ma tadhakarun, mnakumbushana kuhusiana nini? Mnazungumzia nini? Sahaba mmoja akasema, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, natadhakaru ala babi rizqi, ya rasulullah, tunazungumzia masala ya rizq, ya rizqi, ya rasulullah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia enyi hey, masohaba zangu, je, nisikupeni khabari niliopewa na ndugu yangu Sulaiman alaihi ssalatu wassalam? Hivi nisikupeni kisa, kisa ambacho nabii Allahi Sulaiman alinipa? Maswahaba wakasema bala ya Rasulallah, tupe khabari ya Rasulallah. Bwana Mtumi sallallahu alaihi wasalama akasema ndugu yangu Nabi Allahi Sulaimana alaihi ssalatu wassalam, siku katika masiku alikuwa anapita katika fukwe za bahari, na wakati anapita katika fukwe za bahari ghafla akamuona eh, mduduchungu akamwona mdudu chungu amebeba jani hapa mdomoni la kijani bichi, jani bichi baada ya kuona jani bichi kalibeba, Nabii Allah Suleimana alayhi ssalatu wassalam hakunena kitu, kilichotokea akawa amtizama yule mdudu chungu <clears throat> alimwangalia mdudu chungu yule yule. Mdudu chungu akaenda mpaka karibu na maji, alipofika karibu na maji akatema lile jani. Baada ya kutema lile jani, ekesha akapiga ukelele mkubwa. Baada ya kupiga ukelele akatokea chura. Yule chura akambeba na, na jani lake hapa mdomoni, ekesha akazama naye mpaka chini. Nabii Allah Suleimani alayhi salatu wassalam anena yule mdudu chungu na chura walikaa kama lisaali moja chini ya bahari, na Suleimani kakaa anaangalia kitu gani kitakatokea. Nabii Allah alayhi salatu wasalam Suleiman amekaa bade muda mchache, anatokea mdudu chungu yule Anate, anatembea juu ya bahari kisha akatoka kwenye maji. Baada ya kutoka kwenye maji, tunajua Nabii Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam alisakhirishiwa, kwa maana hiyo alipewa uwezo wa kuongea na kila kiumbe unachokifahamu wewe. Nabii Allah Sulaiman alipomwona yule ni mdudu chungu, kamwambia njoo. Baada ya kuja mdudu chungu, anamuuliza akhbirni, nipe habari, kuna nini huko chini ya maji? Sema ya nabii Allah, ewe mtume wa Allah chini ya bahari, wa fi shata lbahri, chini ya bahari, lau kuna mdudu chungu ndani ya bahari ambaye ni umyan kipofu, haoni tena, yuko chini kabisa ya bahari, ndani yake kuna jiwe na yule mdudu chungu kipofu, mimi ndo huwa nampelekea riziki yake. Uliniona nimetokea kule nikaenda mpaka pa nikapiga kelele. Baada ya kupiga kelele, katokea chura yule. Chura sio chura, bali ni malaika. Allah amemuumba mfano wa chura. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemuumba malaika mwenye umbile kama la chura na yule malaika kazi yake ni kunibeba mgongoni, ananizamisha mpaka chini ya bahari. Na nikifika chini ya bahari, basi ninakutana na jabali kubwa. Lile jabali huwa linapasuka. Baada ya kupasuka, anatokea mdudu chungu ambaye ni kipofu. Baada ya kutokea mduduchungu ambaye ni kipofu, basi ninamie huwa nampa riziki, nampa chakula chake, huwa nampa asubuhi, nampa mchana na nampa usiku, kila siku toka ameumbwa na Allah nakuletwa hapa duniani. Hiyo ndio kazi yangu naifanya hey. Vipi anasemaje mdudu chungu? Anasema mdudu chungu, huwa nikimpa chakula ana neno lake, huwa anasema kila siku. Neno gani nasemaga? Anasema huwa anasema hivi, Subhana alladhi lam yansani birizqi, ametakasika Allah mtukufu ambaye hanisahau mimi kwa rizqi. Je, kama mimi mdudu chungu Sio mdudu chungu kiziwi, siwone, kipofu sioni, bado niko chini ya maji bado, Allah ananikumbuka na riziki. Tunapata habari kuna ummati Muhammad umma uliokuwa bora watakuja. Je, hawa ummati Muhammad kutokamana na ubora wao waliokuwa nao watakuja kunyimwa riziki na Allah? Jibu utalipata we mwenyewe, kama mdudu chungu yuko chini ya maji anapata riski. Haya, we umati Muhammad, ashrafu mbora mtukufu bora ya umma, utanyimwa riski na Allah? Allahumma salli ala nuril anwar. Shekhe, riski huwezi kunyimwa na Allah. Acha kutegemea vitu vya hovyo hovyo, mtegemee Allah, usimtegemee mwanadamu wenziwe katika riski Usimtegemee bosi wako, usitegemee duka lako, usitegemee kitu fulani, mtegemee Allah. wa man yatawakkala ala allahi fahuwa hasbu, anayemtegemea Allah anatosha, kuwa Allah ni mwenye kutegemewa.